Leo tukiwa tunasherehekea uhuru wa Tanzania Bara, ni lazima tukubaliane ya kwamba tunahitaji kutibu majeraha ya mioyo yetu. Msamaha ni zawadi ambayo mtu hujipa kabla ya kumpa mwingine. Ni hatua ya kuachia uzito uliokuwa ukizidisha maumivu moyoni na kuruhusu amani iingie mahali pa machungu. Kuomba msamaha si ishara ya udhaifu, bali ni uthibitisho wa nguvu ya rohoni inayotambua kuwa chuki haijawahi kumponya yoyote. katika macho ya imani Msamaha ni daraja kati ya udhaifu wa mwanadamu na wema wa Mungu. Tunapomsamehe mwingine, tunaruhusu neema ya Mungu kutiririka kwetu pia, kwa sababu hatuwezi kuomba rehema kutoka kwa Mungu wakati sisi wenyewe tumefunga milango ya rehema kwa wenzetu. Mm. Usisubiri mtu anze kukuomba msamaha ndipo uachie machungu. Mara nyingi msamaha ni mlango unaofunguliwa na mtu aliyejeruhiwa na siyo aliyejeruhi. Na unapomsamehe, si lazima urudi kwenye ukaribu ule ule, lakini ni lazima uachie moyo wako kuwa huru. Ndiyo kabisa, msamaha ni uponyaji, ni uzima, ni safari ya amani ambayo huanza na neno moja tu kutoka moyoni, nimeachia. Kwa wale tulioko Tanzania, leo ni tarehe tisa Disemba. Sitaki kukuambia nini cha kufanya, lakini ni maombi yangu kwa Mungu. Uwe salama wewe pamoja na familia yako. Mimi naitwa Isaac, na nikutakie tafakari njema ya kipindi hiki cha Majilio.